Katika manispaa ya Ilala uchaguzi huo ulitanguliwa na mvutano mkali kuhusu uhalali wa wajumbe kutoka visiwani Zanzibar kushiriki uchaguzi huo, hali ambayo ilimlazimu msimamizi wa uchaguzi huo Bwana Isaya Mgulumi kutoa ufanuzi wa kisheria kuhusu uchaguzi na kuamuru uchaguzi kufanyika bila kushirikisha wajumbe kutoka visiwani Zanzibar.

wajumbe wa CCM ambao walionekana wachache mara baada ya kuondolewa kutoka Zanzibar nao wakaamua kutoka nje ya ukumbi wa mkutano na kususia uchaguzi huo, ingawa akidi ilitimia na taratibu za uchaguzi zikaendelea chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi, ambapo mara baada ya saa moja unusu mshindi hatimaye akatangazwa. Walikuwa wagombea wawili. Kulikuwa na Mheshimiwa Hel Muhamed Kesi kutoka Chama cha Mapinduzi. Kulikuwa na Charles hey Charles Biten okay. Kuyeko huyu ni wa Chadema. Matokeo: Heli Muhamed Kesi CCM sifuri. Charles Kuyeko Chadema 31. Na ninawaahidi wananchi kwamba ahadi zote tulizoahidi madiwani zitakwenda kutekelezwa, kwa sababu tunavyoingia halmashauri hatutapambana na ufisadi. Pesa zilizokuwa zinapotea kwa ajili zina ya ufisadi hazitapotea tena, kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kupata pesa nyingi ya kutosha na kubuni miradi mbalimbali ya kuweza kuleta maendeleo katika kata zetu. Kwa hiyo tunawaahidi wananchi wakae mkao wa kula kwamba maendeleo yatakuja kama tulivyoahidi na zaidi ya vile tulivyoahidi. Baadhi ya viongozi kutoka Umoja wa Katiba wananchi UKAWA ambao walikuwa wanafuatilia kwa karibu uchaguzi huo wameelezea kusikitishwa kwao na kitendo cha wajumbe kutoka CCM kutoka nje ya ukumbi wa mkutano na kusema hatua hiyo inadidimiza demokrasia. Lakini sisi tunaimani kabisa maamuzi yaliyofanyika leo yalikuwa ni sahihi. Meya aliyepatikana amepatikana kwa halali, kwa idadi ya madiwani na wabunge waliokuwa na haki ya kupiga kura lakini vilevile vile, au madiwani na wabunge wakiwakilisha maoni ya wananchi walio wengi wa jiji la Dar es Salaam ambao waliamua vyama vyetu vya UKAWA viongoze manispaa ya Ilala, manispaa ya Kinondoni na hatimaye jiji kuu la Dar es Salaam. Sasa ndio kufanya kazi kama timu, yeye na meya wake watafanya makubwa sana. Mimi nashukuru na, na kwamba kwetu ni ushindi, lakini kwa chama ni faraja. Kwa mara ya kwanza sasa UKAWA tunaongoza almost manispaa tatu za Dar es Salaam. Lakini pia tunaenda kuongoza sajiji ku, ku, ku ya Dar es Salaam. Tunaenda ku, kuonyesha nini maana ya uongozi, nini maana ya kusimamia mapato, nini maana ya kuweza kusimamia maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo kwetu kama UKAWA ni faraja, kwetu kama chama ni heshima, kwetu kama chama ni ni, ni, ni, ni heshima kubwa. Uchaguzi wa meya wa manispaa ya Kinondoni nao umefanyika ambapo mgombea wa kiti cha umeya kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Diwani wa Ubungo Bonifasi Jacob ameshinda kiti cha umeya na nafasi ya naibu meya ikichukuliwa na mgombea kutoka chama cha wananchi CUF, diwani wa Tandale Jumanne Mbonju. Kukamilika kwa uchaguzi huu wa mstahiki meya wa manispaa ya Ilala pamoja na naibu meya wa Ilala kunatoa fursa nyingine kwa viongozi hawa kuweza kujipanga kimkakati kwa lengo la kuwaletea maendeleo wananchi ambao wamechagua na kuweza kutekeleza yale ambao wameahidi katika mchakato mzima wa kuomba kura. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Karimjee jijini Dar es Salaam. Juma Kapalatu, ITV.